ambavyo amewagusa wachimbaji wadogo katika maeneo yetu ya mkoa wetu wa Geita na na uhakika, Mheshimiwa Waziri, kulikuwa na eneo la pili kule Kigosi ilikuwa inasubiriwa maelekezo yako, na sasa huko hapa Watanzania na wachimbaji wadogo nait sa, sauti yako ili shughuli za uchimbaji za ziendelee, kwa Mheshimiwa Waziri, kwa wachimbaji wetu walioko uo la pili. Mheshimiwa Waziri, mchango wa wachimbaji wadogo umeelezwa wakati Dkt. Samia anaingia madarakani, uzalishaji wa wachimbaji wadogo kwenye dhahabu kwa mwezi ilikuwa hazizidi kilo mia mbili. Leo mheshimiwa waziri, tunavyosema wachimbaji wadogo wanazalisha kilo zaidi ya mia nne na hamsini na kwa mwaka wamefikisha zaidi ya kilo elfu tano na hamsini zenye thamani ya trilioni moja na bilioni mia tano. Haijawahi kutokea, mheshimiwa waziri. Hii maana yake ni nini? katika uongozi wa Dkt. Samia katika kipindi cha miaka minne ameongeza uzalishaji wa dhahabu kwa mwaka kwa wachimbaji wadogo kutoka bilioni mia saba waliokuwa wanapata wachimbaji wadogo, leo wachimbaji wadogo wanapata zaidi ya bilioni elfu moja na mia tano kwa mwaka mzima. Tunaomba fikisha shukrani zetu la dhati kwa Dkt. Samia Suluhu Hassan. Na mheshimiwa rais ameelekeza mitambo miwili ya uchorongaji inawekwa pembeni kwa ajili ya kina mama na kwa ajili ya vijana ya wachimbaji wa nchi yetu ya Tanzania. La saba, kwa nini tunampongeza mheshimiwa rais? Kipindi cha miaka yake minne mheshimiwa rais amefuta leseni ambazo hazifanyiwi kazi leseni elfu mbili mia sita na arobaini na nane ambazo watu wengi walikuwa wamezishikilia. Yuko mtanzania mmoja alikuwa ameshikilia leseni zenye ukubwa sawasawa na mikoa ya Dar es Salaam kumi na moja. Alikuwa ni mtu mmoja anamiliki leseni zenye ukubwa huo, tumezifuta zimerudi serikalini, na sasa tutawapanga wachimbaji wadogo na kuwagaia wachimbaji wadogo. Hayo ndiyo maelekezo ya Daktari Samia Suluhu Hassan lakini mlileta ombi la pori la Kigosi kuomba leseni mle ndani, Mheshimiwa Rais aliridhia akatoa leseni za Block A, zaidi ya leseni elfu mbili leseni zimetoka na wamegaiwa watu. Leseni za Block B hazijatoka, zipo kwangu, nikiwa hapa mepokea maelekezo mheshimiwa rais. Ameelekeza kesho tarehe kumi na mbili mwezi wa tano elfu mbili na ishirini na tano kesho majina ya waliopata leseni za lwakubi kigosi yatawekwa hadharani na ya wale wote waliofanikiwa. Mtaona kesho kupitia visa yao. mheshimiwa rais ameelekeza kesho majina haya yawekwe Nimekuja ombi hapa la gharama na kanuni na sheria zilizopo pale. Waheshimiwa wabunge, tumewasikia. Nitakwenda kukaa na waziri wa maliasili na asili na utalii na wenzetu wa TFS, tuangalie upya namna bora ya uchimbaji katika eneo hile, ili Watanzania wengi wachimbaji mwezo shiriki uchimbaji katika eneo la Kigosi wanane walii tunampongeza Rais Samia Suluhu Hassan. Daktari Samia Suluhu Hassan anaingia kwenye historia. Nchi yetu ya Tanzania ni nchi ambayo ipo kwenye tano bora ya nchi zinazozalisha dhahabu Afrika, lakini nchi yetu haikuwa na akiba ya dhahabu kule Benki Kuu, haikuwa na akiba ya dhahabu. Na nchi ya kwanza inayoongoza Afrika kwa kuwa na akiba kubwa ya dhahabu kwenye benki kuu ya Algeria. Algeria wana tani mia moja na sabini na nne za dhahabu kupitia benki kuu yao. Ya mwisho kwenye kumi bora ni Msumbiji, ina tani tatu nukta sita ya dhahabu. Tanzania haikuwepo kumi bora, BOT hawakuwa na dhahabu. umetunga sheria karekebisha sheria mwaka jana, kifungu cha hamsini na tisa cha sheria ya madini sura mia moja na ishirini na tatu inataka wazalishaji wote wa dhahabu na madini mengine watenge asilimia ishirini kwa ajili ya dhahabu kubaki ndani ya nchi yetu ya Tanzania. Ndugu zangu Wanakatoro, tarehe moja mwezi wa kumi mwaka elfu mbili na ishirini na nne benki kuu alianza kununua dhahabu mpaka tarehe ya leo benki kuu ameshanunua tani tatu nukta saba ndani ya miezi nane. Hivi sasa Tanzania imeingia kumi bora ndani ya miezi nane. Kazi kubwa ya Daktari Samia Suluhu Hassan ambao ameendelea kuifanya.